Jambo, karibu tena kwenye shirika la DreamStart Labs. Ndani ya i video ndaonesha ni namna gani inakuwa rahisi kwa kunji kuandika ama kurikodi mkopo wa inje ambao walipata toka kampuni ya inje, na namna gani kufuatilia malipo ndani ya aplikation ya DreamSave. Tuseme basi, kisha kuwa wateule kwenye mkopo wa inje ndani ya DreamSave kampuni moja ya mahali kama hivyo Vision Fund inajia kundi ili waanze process za kupata mkopo. Kisha kusubiri siku chache, sasa kundi inafikia kupata mkopo wa mia tatu elfu pesa za kikongomani ambao itaongezwa kwenye fungu la mkopo. Kwa kurikodi hii mkopo ndani ya DreamSave, ni kama hivyo mikopo zingine tunahitaji kuanza mkutano. Acha tufinye kwenye endelesha mkutano. Tunaona kama tayari kundi yetu ilishafanya muzurio muatari ya kuanza, tulishauza akiba na tushafanya malipo ya mkopo. basi Acha twende kwenye mikopo za inje. mm -hmm. Kwa kuandika mkopo tutafinya kwenye ingiza mkopo. Hapa tunahitaji kutia mafasirio yote nayo itajika kuhusu mikopo ya inje. Tuseme kwa mfano mkopo yo litoka kwenye Vision Fund. Vision Fund Fund. Kiasi ya mkopo tuseme ni 300,000 pesa za kikongomani. Kuona gisi tutalipa na faida, tuseme kwa mfano pesa zote tutarudisha itakuwa ni elfu mia tatu makumi tatu pesa za kikongomani Tarehe ya kurudisha mkopo itakuwa ni tarehe kumi na mbili. Oh, ebu hapa tumechagua tarehe ambao ayambatani na urefu wa muzunguko basi tutarudi ili turekebishi. Tunafinya kwenye sawa, tunarudi tunafinya kwenye le douze ama tarehe kumi na mbili ya mwezi wa kenda, kisha sawa. Aha. Mafasirio hapo tunasema, kwa mfano, pesa za kuuza mashini ya kushona, na hapo tayari tunafinya kwenye rikodi mkopo uliopokelewa tunafinya po faulu. Hapa tayari mkopo wa nje umerekodiwa ndani ya DreamSave. Bas acha tufinye kwenye kurejea kwa mikopo ya nje ili tufanye malipo. Tunafinya hapo. Kwa kufanya malipo, tutafinya kwenye kutumia mikopo ila mtatambua ya kwamba pesa ambazo tutarudisha za Vision Fund, tayari zinenaswa ndani ya application Dream Save 15313 pesa za kikongomani. Basi tufinye kwenye kutumia mikopo, tunafinya hapo. Hapo tunakuwa na mambo mbili, ya kwanza ni kurekodi mkopo uliopokewa na ya pili ni kurekodi malipo ya mkopo. Tunahitaji kufinya kwenye rikodi malipo ya mkopo. Tunafinya hapo hapo, tayari tunaona kistari hapa juu ambayo inaonyesha kama tungali na njia refu ili tufikie kumaliza hii mkopo. Basi tuseme kwa leo tutafanya malipo ya elfu kumi na tano pesa za kikongomani Mafasiri yo, tuseme hii ni malipo ya kwanza, malipo ya kwanza, malipo ya kwanza hmm. Tutafinya kwenye rekodi malipo ya mkopo. Aha. Faulu hapo tayari tumefanya malipo yetu ya kwanza ndani ya DreamSave. Tutafinya kwenye kurejea kwa mikopo ya nje, ili tuone namna gani hiyo ilipandisha hivyo hivyo, imevimbisha fungo letu la mkopo mpya. Tunafinya kwenye kurejea mikopo ya nje. tunafinya kwenye alama ya kuvunja ili turudi na kwenda kwenye uh, muhatari ya kumaliza. Tunafinya hapo, hebu hapo. Tayari tumeona mifuko yetu ya mkopo nayo ilivimba kupitia hiyo mkopo mpya ya Vision Fund. tunaona vilevile malipo ambayo tulifanya na kwa jumla pesa ambazo tunabakiana nazo. Basi hapa tayari tumekuwa tunamaliza, na mtatambua kama ni rais kuandika ama kurikodi na kufanya malipo ya mkopo wa inje mu dakika chache. Basi nafikiri kama video hii ni ya muhimu sana kwenu, na tunawatakia matumizi njema ya mbinu mpya ya DreamSave ambayo ina rekodi na kulipa mikopo za inje. Asante.